E, kama umeomba mkopo na umekosa basi usikate tamaa. Unaweza ukakata rufaa na ukapata mkopo pia. Hata mimi pia nilikata rufaa nikapata mkopo. Ila kuna vitu baadhi vya kuzingatia pale unapotaka kukata rufaa kwa ajili ya mkopo, kwa ajili ya kupata huo mkopo. Unatakiwa na supportive document. Na supportive document ni nini? Ni vitu au viambatanisho ambavyo vinaweza kukusaidia wewe kupata mkopo au kuwashawishi wale watu wa bodi ya mikopo, kuweza kukupa wewe mkopo. Na kwa siku ya leo, nitaenda kukueleza supportive document tano au vitu vitano vya muhimu haswa kabisa, ambavyo vitaweza kukusaidia kupata huo mkopo baada ya kukata rufaa. Naanza na kitu cha kwanza, ni cheti cha kifo. Cheti cha kifo kinachukua uzito sana, aidha kiwe cha baba, kiwe cha mama hata pia cha mlezi wako unaweza kuelezea vizuri kitafanya pia kitashawishi wale watu wa bodi ya mikopo, kupangia mkopo kwa maana akiamini kwamba hauna hauna mtu yoyote ambaye anaweza kukusaidia katika masomo yako ili uweze kusoma au kupata elimu ya, ya juu. Kingine ambacho kinaweza kukusaidia, ya pili ambayo naweza nikaongelea kwa siku ya leo ni barua ya ufadhili. Kwa mfano kuna wanafunzi walifadhiliwa wana na mashirika mbalimbali ma NGO na walikuwa hawawezi kusoma na wakafadhiliwa. Kwa hiyo kama unaweza ukapata barua za kwamba za uthibitisho kwamba ulifadhiliwa au kusomeshwa na wazazi, pia unaweza kumpatanisha kwenye rufaa yako ili uweze kupata mkopo na supportive document. Ya tatu ni barua ya mwenyekiti wa kijiji au mwenyekiti wa mtaa au mtendaji wa eneo ulilopo. Mtendaji yeye anaweza kuthibitisha kwamba wewe hapo unatoka katika familia ngumu au maisha magumu, na akaweza kukusaidia kuandika barua ambayo itathibitisha tu bodi ya mikopo kwamba wewe hauna uwezo wote au hauna hali nzuri ya, ki, ya financial au economical, katika familia yako katika mazingira au katika kaya unayotoka, hivyo akaweza kukusaidia. Na kitu kingine cha nne ni pia uko na cheti cha ulemavu. Kwa mfano mzazi wako mmoja ni mlemavu, hata wewe kama ni mlemavu unaweza kutafuta cheti au uthibitisho kwamba ni mlemavu ukauambatanisha kwenye ile rufaa yako, na basi wakaweza kupangia mkopo wakiamini kwamba hujiwezi, kwa sababu watu wote wanaopewa mkopo wanatakiwa wapewe watu ambao hawana uwezo wakukimu, itaji, itajika, ela, kujikimu, wa kujikimu au kukidhi yale mahitaji ambao wanahitajika ikiwemo pamoja na hela kujikimu au ada. Kwa hiyo kama una ulemavu pia na ukathibitishia ukaweka cheti cha ulemavu ukapata dokta akakusaidia ukapata chocheti unaweza ukakimpatanisha pale na ukapangiwa mkopo. Na cha tano au cha mwisho ni uthibitisho wa magonjwa, kwa kuna watu wengine kwenye kaya zao wana wagonjwa nyumbani, nilipotokea kuna kuna wagonjwa au ni special group kwa nyoa somi, nadhani mtakuwa mnaelewa pia. Unaweza ukachukua ule uthibitisho na ukauambatanisha pale kwenye rufaa yako na ikakusaidia pia, na yangu ndo tu nilikuwa na hivyo vitano. Pia usisahau kusubscribe account yangu ya YouTube. Kuna nitakuja na video vingine kwa ajili ya msaada zaidi, kwa kuwa hata mimi mwenyewe nilipitia njia hiyo hiyo, zilitoka bachi nyingi sana sikupata, na nikatumia njia hiyo na nikapata. Kwa na, kama una changamoto yoyote au nini, utaacha kwenye komenti. Na pia usisahau kusubscribe account, kwa sababu nitaendelea kurelease video za kuhusiana na masuala ya mikopo mikopo ili kuwasaidia Watanzania wenzangu, wanafunzi wenzangu, na watoto wa maskini wenzangu pia. Asanteni sana.